Na tukiangazia masuala ya elimu ni kwamba waziri wa elimu Julius Ogamba amejipata pabaya kufuatia mgomo wa wahadhiri ulioingia mwezi wa pili sasa. Muungano wa kutetea wafanyikazi nchini KOTU tawi la Pwani linamtaka kujiuzulu kwa kushindwa kutatua mgomo huo. Hata hivyo Ogamba amepuuzilia mbali shinikizo hizo akisema mkataba huo ulitiwa saini mwaka wa elfu mbili na kumi na saba wakati hakuwa afisini. Karo Christopher na taarifa hiyo.

Imekuwa siku 47 tangu wahadhiri wa vyuo vikuu 41 vya umma kote nchini waanze mgomo wao wakishinikiza kulipwa shilingi bilioni 7.9, hali ambayo sasa imemweka pabaya waziri wa elimu Julius Ogamba. Muungano wa wafanyikazi nchini COTU tawi la Pwani likishinikiza waziri huyo kujiuzulu au kupigwa kalamu kwa kushindwa kutatua mgomo huo. It is now...

Right. Muungano huo unasema mgomo huo umeendelea kulemaza masomo vyoni na kuwaacha wanafunzi wakihangaika bila masomo.

Hata hivyo, waziri huyo wa elimu kwa upande wake amepuuzilia mbali shinikizo la kumtaka kujiuzulu akisema mkataba huo ulitiwa saini mwaka 2017 wakati ambao serikali ya sasa haikuwa mamlakani. If you recall, this

Ogamba anasema kuwa serikali kupitia kwa wizara yake imeonyesha nia njema ya kulipa fedha za uhadhiri na wanafanya kila jitihada kuona kwamba mgomo huo unatatuliwa. I was Haya yanajiri huku mgomo huo ukiendelea kwa mwezi wa pili na kulemaza masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini, wanafunzi wakiendelea kukosa masomo. Caro Christopher, Undugu TV.